Disemba 25, 2025 inatajwa kuwa ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, siku ambayo Wakristo wanafurahi na kusherehekea kwa pamoja kuzaliwa kwa Mwokozi wao. Lakini kwa baadhi ya familia manispaa ya Tabora, siku hii imegeuka kuwa ni kilio na majonzi kwa kupoteza wapendwa wao kutokana na mvua kubwa iliyoanza majira ya saa tatu asubuhi na kunyesha kwa takribani saa nne mfululizo. Nilivyokuja hapa nikakuta viatu viko juu ya maji. Nilivyoingia ndani nikamgusa nikamsogea na kumtoa. Baada ya hapo, tukawa tumeanza kumkamua maji. Tulivyoona kwamba hali inatushinda, tukabidi tuchukue boda tuende hospitali. Bibi alipokuja kuniamsha, aliniambia mwanao kadumkia kwenye shimo. Walikuwa na harakati za nyumbani kama kawaida. Huyu ni Adamu Ibrahim, mkazi wa mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora, baba mzazi wa mtoto Samir Adamu mwenye umri wa miaka mitatu ambaye kwa sasa ni marehemu baada ya kutumbukia kwenye shimo la maji na kukosa msaada wa haraka wa kuokolewa kufuatia mvua hii ambayo kwa mapenzi mema tulimwomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua ya kiasi isiyokuwa na maafa, kama anavyoeleza mwenyekiti wa mtaa huu Grayson Samuel Kahoro. Mm, yaani baada ya kuchimba na mvua zimenyesha shimo lile limejaa maji na matokeo yake, watoto sasa wamepita pembeni ya shimo hilo wamedumbukia, kwa sababu halikuwa na usalama wowote, lilikuwa liko wazi. Kwa hiyo watoto wamepita pale wamedumbukia, lakini kwa taarifa ni kwamba mtoto aliyedumbukia pale tayari amefariki. Na hatua ambazo nimeshazichukua, sema tu ni wananchi wangu hawafati utaratibu. Tumeshatoa taarifa sana kwamba kila mwananchi ambaye ana mashimo nyumbani kwake kama ni maji taka afunike, tena afunike kwa utaalamu unaotakiwa, ili hata kesho lisilete madhara. Lakini unakuta wengine wanachimba hata visima vya maji hawafuniki, lakini kila wakati tunawaambia. Lakini si huyu mtoto tu, kuna mwezi uliopita bibi mmoja amedumbukia kwenye septiki. Mtu amejenga hakulifunika, matokeo yake bibi amepita ya pale pembeni, kadondoka mle, kavunjika miguu. Kwa hiyo tunapata madhara makubwa kwa vitu kama hivi vya uzembe wa kutokushughulikia mashimo. Kwa upande wa mtaa wa Kombo Masai, kata ya Malolo, hali nayo haikuwa shwari, kwani mashuhuda hawa manusura na wao kusombwa na maji, kutokana na wema wao waliokuwa nao kwa wale waliotaka kuwavusha. Katika kadhia hii, kuna mtoto alikuwa mdogo mdogo, anavuka katika ile hali ya kumwokoa mtoto, mimi ndio nikawa nimedumbukia. Kwa hiyo msaada niliokuwa nimeupata ni huyo kaka ndo alionifuata kule, yaani maji yameshanipeleka paka kule, ndio nikawa nimetolewa, ndo, ndo kurudishwa mpaka hapa nyumbani. Kwa kifupi, maji yalikuwa yameingia mpaka ndani, yani pote hapaonekani. Tuonaomba yale tuwekewe yale, ya kuvukia tuwekewe yale ya kuvukia, kwa sababu mimi kilichoniponza kuokoa mtoto ndio nilipodumbukia hapa. Na ninafikiri paka saa hizi nisingemwokoa yule mtoto, mtoto alikuwa amekufa. Mimi ni mtu mzima kidogo, nilikuwa na afadhali. Nimekuta barabara zimefurika na maji hapa kuna bodaboda mwenzangu nikamwona anavuka katika barabara hii. Baada hapo na mimi nikasema nivuke kupitia ile ule usawa aliyokuwa anavukia yeye. Bahati mbaya ile maji yakawa imenihamisha ile njia. Nilikuwa nimeenda tayari kwenye upande wa kushoto ambako tayari alikuwa amechimba zile mitaro. Ndio mimi nilikuwa na muda mrefu sijapita ile eneo. Kwa hiyo sikuwa na na uelewa kwamba sehemu gani barabara sahihi kwamba nipite eneo lipi ili kwa salama yangu mimi mwenyewe, umeona? Baada hapo wenzangu walikuwaepo nyuma kwenye barabara hiyo mpya kubwa ya lami, wakawa wananisemesha kwamba hebu bwana, huko nakuelekea sio sehemu sahihi, ila mimi sikuweza kuasia kwa sababu ile mngurumo wa maji yale, kwa mimi nikajikuta yale maji yakawa ananivutia mkono wa kushoto, kumbe ndiko ambako iliko kwenye ile mitaro. Na hatimaye naposema nene nikafunge breki, tayari yale maji yakawa ameshanizidi nguvu, na nilikuwa na abiria, huyo abiria alikuwa na mtoto mdogo, maona ndo tayari yale maji yakawa amenivutia kwenye, kwenye ile mitaro ya, ya upande wa kushoto ndo ikawa tayari mi nivugumiza moja kwa moja, mi nikaenda nimeshikilia mkono mmoja, nimeshikilia pikipiki mkono mmoja, nikawa nimeshikilia yule mdada ambaye alikuwa ni abiria wangu ambaye alikuwa ana huyo mtoto mdogo. Pongezi kwa jeshi la uokoaji na zimamoto mkoa wa Tabora kwa kujitoa kimasomaso katika kunusuru maisha ya watu hawa. Asubuhi leo tuliamka vizuri, mpaka kufikia saa nne hivi mvua zikaanza kubwa na mimi nimetoka kanisani kaenda ofisini kwa ofisini pale. Baada ya muda mfupi, ikapigwa simu kwamba kuna tukio la moto kwenye kituo cha redio cha Voice of Tabora. Gari letu likawai pale, tukafanikiwa kuzima. Ilikuwa ni tukio la radi, radi ilipiga, vyombo vile vikalipuka, vyombo vya umeme pale kwenye chumba cha production, kwa hiyo lakini bahati nzuri tukawahi pale tumezima moto. Baada ya muda akanipigia tena afisa mtendaji wa kata wa, mtaa Malolo, kata ya Malolo. Kwa hiyo meenda kule na askari wangu wa maokozi. Kufika kule maji ni mengi sana mengi, tukakuta tukakutana na mtu mmoja, afisa usafirishaji wa bodaboda, alikuwa na abiria mama mwenye mtoto. Sasa maji yalikuwa mengi yamezima, yameziba yameziba njia yameziba njia. Hey, mtu hawezi kujua, hapa ni mtaro, hapa ni njia. Kwa hiyo akaingia kwenye mtaro akifikiri ni njia. Bahati nzuri kulikuwa na wasamaria wema wakamwokoa yule mama na mtoto, akamkimbiza hospitali ya Mlolo pale pale pikipiki. Sasa ndio ikawa mle ndani ya maji. Sisi tulipofika pale tulikakuta pikipiki ile na yule mwenye pikipiki mwenyewe hakuumia, tukajitahidi tukaiondoa ile pikipiki kwenye maji, tukaitoa nje. Baada ya hapo tukaelekea eneo lingine sio bali na pale kuna mama mmoja alikuwa naye mtoto anavuka kutoka ngambo ya pili kuja nyumbani. Maji alikuwa mengi sana, kwa hiyo akaona mtoto kabisa kwamba ha, anaweza akazama, akakimbia kumwokoa mtoto. Mama mtu mzima, mtoto akamrusha kama, akamtoa vizuri, lakini yeye mwenyewe akazama kwenye maji, akapelekwa kama mita kumi na mbili akatokea mtu mmoja akamwokoa. kwa tumefika pale pia tukamkuta huyo mama katika hali mbaya, tukampeleka hospitali ya Kitete pale, anaendelea na matibabu. Tumefika pale yaka, akafika mtu mmoja, kijana mmoja, amemleta mtoto kasema huyo mtoto ame, amedumbukia kwenye karo la maji taka. Kuna mtu alikuwa anajenga, amejenga msingi wa nyumba, akachimba na karo, urefu tu la mita e, futi kama kumi na mbili mita kama kumi na, futi, futi, eh, futi kama kumi na mbili hivi kwenda chini, maji yamejaa. Mtoto ametoka baada ya mvua kukatika, watoto wakatoka kucheza, mtoto mmoja akadumbukia pale. Tukaamua kuja kumuona, lakini tukiwa palepale daktari akatuambia kwamba mtoto amefariki. Tumekuja na wazazi wake, ndio tuko nao hapa kwenye msiba. Tunaendelea kumtafuta huyu mwenye, mwenye msingi, kwa sababu sio huyu mwenye mtoto tofauti naye. Amewasiliana naye, amesema yuko Kahama eh, lakini anafanya taratibu kesho arudi. Tulishatoa wito mara nyingi sana kwamba unapojenga karo la choo au msingi au mashimo yoyote unayochimba yafunike, kama huja kukamilisha kuyaziba. Kwa hiyo athari zake ndo tunaziona sasa. Tumekuwa tukitoa huo wito mara kwa mara, sisi jeshi lazima tunaokoaji hasa wakati huu wa mvua. Waswahili walisema subiri yenyeshe ili tujue panapovuja. Si tu kukinga sahani, sufuria, hata bakuli la hasha, bali ni kutafuta suluhisho la kudumu kwa wananchi wa eneo hili ili nao wafurahie maisha nyakati hizi za masika kama wengine wanavyofurahia. Uh, nafikiri kama jinsi inavyoonekana kwa muonekano wa walisia inavyokuwa kama hivi unavyoona maji kwa sasa, tunaishi ndo hivyo, sababu tumeshazoea hasa huku eh, jinsi inavyokuwa na jinsi inavyokwenda nabidi na na kubaliana nayo tu ah, kutokea ndo kama hivi unavyoona maji pote uh, yamejaa. Ah, kwa sababu ni mfereji ambao ulikuwa mmeuchimba hapo, bwana ulikuwa mrekebisha Kidogo, kidogo, kwa akujengelea kwa, kwa, kwa maji anavyokuwa yanaingia yanavyoteremka nafika na sambaa unapokuwa mijaa sana juu, yana sambaa kama jinsi inavyoonekana kwa kweli. Hii hali inatuasiri sana, kwa sababu yani maji yanaingia mpaka ndani, wakati mwingine unakuta tunalala na maji vyo wene, wene nyumba za vyo vya ndani unakuta vyo vinatema kile ile choo kinaanza kuingia hadi sebuleni kama mi ile nyumba ninayokaa yaani choua kinatoka nanili sehemu yake kinaingia sebrene. Sehemu ya huku ni zulila miundombinu ndoso sahihi, kwa mfano barabara, mitalo mitaro. Kama unavyoona hu hapa mtaro nadhani ndio amechimba mwaka huu. Wakati hawajatengeneza hii barabara kulikuwepo na mtaro tu, tulikuwa tunajitengenezea wananchi, wanapita wenye viti wanachangisha tunatengeneza. Hata mafuriko yalikuwa yakitokea tunajua tuyaelekezee maji wapi, lakini kwa mwaka huu mimi naona ni mzigo. Mimi nilikuwa naomba serikali watuangalie wananchi wakomba Masai, kwa sababu tunatekeseka. Kwanza tuna watoto, pili sisi wa mama ni hatarishi na haya maji. Watoto wetu wenyewe kama hivi ni wadogo, na wakati mwingine unakuta watoto wanachezea maji paka njia. Sasa tunashindwa tupite wapi, mi kanisa liko hivi, nilikuwa nipite kule, lakini ndo hakueleweki kabisa, napita tu popote pale basi, niogeleogele hivi hivi Amini, pali, pali. E, kwayo, ndeli, ili mradi nifike nyumbani. Mimi niko pale mlimani pale, kwa hiyo nikishavuka tu bonde ile lote ikifika pale basi kuna ndio njia tunapita e, ukame ukame, inakuwa njia nzuri, lakini sasa mpaka aliwe jua, kwa mfano labda kama kiangazi hivi ndio panakuwa pazuri kidogo, lakini kwa mida kama hii hatariwake wiki nakuta ni kupita ni, ni kishida tu. Karibu Tabora, karibu Toronto.